Kampuni ya Mwananchi Communication Limited, hivi karibuni imetangaza uteuzi wa mkurugenzi mpya, mkurugenzi mtendaji mpya wa kampuni hiyo MCL, Rosalynn Mndolwa moria, na ni katika historia ya MCL, Rosalynn yeye anakuwa mwanamke wa kwanza hasa kushika wadhifa huo tangu kampuni hiyo ilipoanzishwa ilikuwa ni mwaka 1999 mwezi Mei na amekuwa mbobevu katika ngazi za juu mbalimbali katika masuala ya biashara, masuala ya mawasiliano na maswala mbalimbali uzoefu uh, wake ukiwa ni wa zaidi ya miaka ishirini na tatu. Na hapa tuko naye, tutafahamu mengi zaidi, hasa uh, kuelekea safari yake ya nafasi yake mpya hii ambayo ameipata hivi karibuni, na kampuni ya MCL yenyewe ikiwa inasimamia maswala ya usafirishaji wa mizigo, uchapishaji wa magazeti ya Mwananchi, Mwanaspoti, The Citizen, pamoja na mtandao wa kidigitali ya mwana ah hongera sana mwenzangu, hapa amesema tangu mwaka 1999 imepita zaidi ya miaka 26 tunampata mwanamke wa kwanza ambayo anaongoza MCL. Hongera sana asante. Nashukuru. Na mwanamke mwenyewe ni wewe. <laughs> Ai na, na, amekuelezea yeah, pia vizuri hapo kwamba uzoefu uh, wako kwenye mm, sekta ya mawasiliano mm -hmm. na sehemu nyingine ambazo zimefanya kazi, lakini wewe unaweza ukatupitisha zaidi kufahamu angalau um, kwa muhtasari mm -hmm. kuhusu wewe uh, hasa katika eneo la kazi kabla ya nafasi hii uh, mpya ambayo unaishikilia uh, hivi sasa. Okay. Nashukuru sana asanteni sana kwa kunikaribisha Morning Trumpet, na labda niende tu moja kwa moja kujikita kwenye ku respond kwa hilo swali ambalo linahusiana zaidi na background yangu mpaka hapa nilipofika. Um, kwa muda zaidi ya miaka ishirini na tatu nimekuwa nikifanya kazi Tanzania na nimeanza kwenye industry ya logistics uh, baada ya pale nikajiunga na kampuni ya simu ya Vodacom kwa muda wa miaka kumi na nne na hatimaye kufikia hapa na ukiangalia Um, background yangu nimejikita zaidi kwenye upande wa commercial sales kwa mm hiyo -hmm. Sales marketing halafu hapa mwishoni ndo nikaingia kwenye sekta ya uhusiano mawasiliano pamoja na CSR pale Vodacom. mm -hmm. mm -hmm. Kabla ya kutoka na kujiunga na MCL hivi karibuni. mm -hmm. E, ilikuwa rahisi kiasi gani katika your transition mm -hmm. masuala ya sales, alafu mawasiliano na kwingineko? Yeah, I mean, transition kwa kweli ina inaendana moja kwa moja na utayari wa mtu uh, pale ambapo unapata opportunity ya kujaribu kitu kingine tofauti, labda kwa kutokana na kampuni ambayo nilikuwepo ikiwa imeenda kubadilika paka tokea opportunity labda ni promotion. Kwa hiyo ilikuwa sana sana ni mimi mwenyewe kusema okay, let me try something different mm. nijaribu kitu kidogo cha tofauti, nione kama nitaweza na kuthubutu na hata kufikia hapa ni ule uthubutu tu ambao ningeweza kusema um, umepelekea kufika hapa, lakini pia ni kujiandaa na kuwa na ambitions kubwa, yeah. Uh, kujiandaa kwa mantiki ya kusoma, kujiandaa kwa mantiki ya kuwa na misaada ya kama coaches na mentors kusema kwamba na maeneo fulani ambayo unataka nijiendeleze, kuambatana na watu ambao wanaweza wakakusogeza, kupanua um, you know. Ndio, sasa tunafahamu kwamba kuna mabinti ambao wanakufuatilia, wanakuangalia, na wengine washangaa kwamba amba mwanadada huyu ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni kubwa, kampuni ambayo e, inasifika nchini, imejijengea heshima kwa muda mrefu ihe, hasa katika kazi hii ya uandishi wa habari ee, na wengine pengine mabinti hao wanasoma, labda tupitishe kidogo kwenye e, kimasomo, sehemu ambazo umepita mpaka hapo ulipofika. Okay, asante. Um, mi nimesoma katika shule za hapa hapa Tanzania mpaka nilipomaliza secondary ndio nikaelekea Marekani kusoma um, business administration in accounting. Baada ya pale nikafanya um, masters in business administration in management information systems. Uh, baada ya pale ndio nikarudi kufanya kazi ambapo mm-hmm, nikaamua tena kujiendeleza kufanya coaching kwa hapa nilipo ni executive coach. Lakini, um, kwa mabinti. Kabla hujaendelea, kwa hapa Tanzania, shule za msingi, sekondari uko unasoma shule za nani? Nimesoma Mwimbili Primary School la kwanza mpaka la saba. Baada ya pale nikaelekea St Mary's Mazinde Juu Boarding School kule Lushoto kwa miaka minne. Nasema hivi nikiwa na smile kubwa kwa sababu Uh, wakati nasoma shule hizi yeah, kwa kweli ndipo ambapo nilijifunza kuhusu resilience, kulikuwa na urafiki, childhood friendships zile ambazo mpaka leo yeah, nazikimbilia kwa hili na lile. Yes. Mm. Yeah. Kwa nimesoma hapa hapa Dar es Salaam pamoja na Lushoto uto Tanga. Umesikia mwimbili umecheka sana <laughs> <vya. laughs> Nimefurahi kwa sababu ulivyotaka kujua shule gani hasa umeleta <laughs> <laughs> <laughs> ile uhusiana karibu kwamba mm. ni shule zetu. Shule zetu kwa ni mambo ambayo yanawezekana kabisa. Ni kweli safari yako ya miaka ishirini na tatu uh, umekusanya ujuzi kutoka maeneo mbalimbali mm mwanzo nilikuambia it's very inspiring, mm -hmm. Na wengi pia wangetamani kufika katika nafasi kama hizo. Unaona, ni kitu gani ambacho mm -hmm. zaidi kwako kwa kimekusaidia mm -hmm. <laughs> um, kime ni swali zuri Hilda, kitu gani haswa kimenisaidia? Nadhani ni positive attitude. Ni positive attitude ambayo unajiambia kwamba ninaweza na kinachosimama kati yangu mimi na kile nachokitamani ni mimi mwenyewe, na kuwa na na wepesi wa kusikiliza wale ambao wako around you, wanaokuambia Rosie, hapa mi nakuona uko hivi, and then kuwaamini. Sawa, kwa mfano ukisikia kwamba eneo hili unatakiwa ujiongeze kidogo, uimprove, ukasikia kwa huyu na huyu, Trust them and then do the work kwa hiyo kutaka kujiendeleza na kuclose hizo gaps ambazo zinajitokeza kwa mantiki ya kupata feedback ya watu mm -hmm. Lakini pia kwa mantiki ya kusema mimi mwenyewe natamani nifike mahali fulani, na ili niweze kufika pale, natakiwa nijiongeze kielimu namna hii, natakiwa nijiongeze kwenye uhusiano na mahusiano na wengine kwa namna ile na, na kufanyia kazi yale maeneo. mm -hmm. mm -hmm. Sasa uh, kwa changamoto za kijamii na kiutamaduni mm -hmm. ambazo zipo katika jamii zetu mm -hmm. um, unadhani binti wa Kitanzania mm -hmm. anaweza kufanya nini ili aweze kufika katika ngazi za juu? Tunaona wapo baadhi ya mabinti ama baadhi ya wanawake ambao mm -hmm. wanachomoza wanaweza ku kuzishinda lakini, ukisikiliza historia mm. zao sio sio sio jambo jepesi ama sio njia nyepesi ambao wamepita mm. Leo hii tuna rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye ni mwanamke, tuna spika ambaye ni mwanamke yeah, tuna wanawake ambao wanaongoza katika taasisi mbalimbali mm -hmm. Hata hivyo, si wengi mm -hmm. bado eh, ni wachache lakini mm -hmm. kwa mabinti wa Kitanzania wanaweza kufanya nini ili kuweza kuzivuka hizi changamoto nyingi ambazo ziko mbele yao hasa mm -hmm. za kitamaduni na za kijamii yeah. Kwa kweli, nachokisema ni kitu cha ukweli kabisa kwamba kuna changamoto, lakini pia wa mabinti wawe inspired na hicho ulichokisema, kwamba tuna rais, tuna spika, tuna viongozi wengi ambao wa wamethubutu, basi wawe encouraged kwamba kumbe inawezekana. Wasisubiri tena sijui malaika gani wengine washuke, wanataka nini? <laughs> <laughs> <laughs> wanataka nini tena? Kwao inawezekana, wameshajionea. Lakini kwa sisi ambao tumetangulia, sisemi tumefika, mimi binafsi sijafika bado <laughs> yeah, naendelea. Lakini kwa sisi ambao tumetangulia katika nafasi zozote zile ambazo tunajikuta tumepita au ndo tumeingia kwa mara ya kwanza, napenda kutumia mfano wa kufungua mlango. Kwa hapa nilipo mimi katika miaka ishirini na sita ya MCL kuwa in operation in Tanzania, ndo mara kwanza amepatikana mwanamke yeah. Uh, kama MD, kwa hiyo nimefungua ule mlango sasa, lazima niweze kuushika ule mlango ubaki open, wengine waweze kupita yeah. Kwa hiyo kwa sisi ambao tumefika, tuna nafasi na fursa ya kuhakikisha kuna kuna, may, kuna nyenzo wezeshi kusema labda ambazo zinaweza zikawasaidia na wengine wapite, lakini pia kuweza, sisi kuweza kufanya majukumu yetu kikamilifu ili kuweza kuwapa wale ambao wametupa nafasi uhakika wa yes mwanamke anaweza. mm -hmm. kama kama ambavyo ambavyo tunamwona tunamwona Mama Samia anafanya, Mheshimiwa Tulia naye anafanya, yeah. Kwa hiyo kila mtu katika nafasi yake ambayo amebarikiwa ana jukumu, sisi wanawake especially sisi wanawake kufanya kazi zaidi na wanawake wanajikuta wanabidi wafanye kazi ya ziada kwa sababu ya hicho unachokisema kwamba yeah, tamaduni zetu na nini zinasema kwamba huyu aa, hawezi mm. Yeah. Mm. Yeah. Katika miezi ya mwanzo sasa ya uongozi wako mm, eh, umekushaanza anza utendaji, ni vipi hasa vipaumbele vyako eh, hata kwa uchache tu ambavyo unaviangazia? Yeah. ukitazama hii tasnia yetu ya habari Uh, katika hizi zama ambazo tunajikuta za kidijitali kuna mambo mengi tu ambayo yana, yanaenda kudisrupt biashara yetu mm, um, lakini mandate yetu iko pale, pale, kwamba lazima tuhabarishe tuelimishe jamii, jamii na pia tuiburudishe, lakini jamii na yenyewe inabadilika kutokana na haya mazingira ya kidijitali. Kwa hiyo hili ni moja la msingi sana katika hizi siku mia moja za kazi Ka kuangalia mifumo ambayo ipo ili kuweza ku accelerate hii dhamira ambayo tunayo kama Mwananchi ya kuwa digital first, nikimaanisha kwamba maudhui zetu zijikute zimeenda kwanza kwenye digital na kuwafata wale watumiaji wa hizi maudhui um, kwenye mitandao, lakini pia kuendelea kuwafikia kwa kutumia print. Kwa hiyo kikubwa ni kubadilisha sasa, kwa sababu hii tasnia ya habari kwenye upande wa kuchapisha magazeti mm. inabadilika, tunatoka kule tunaenda kwenye digital platforms uh, ulimwengu mzima unaenda kwenye digital platforms sasa, ni kujireinvent ili kuweza kwenda na wakati, ni kikubwa kuliko vyote. Uh, unakabidhiwa kampuni katika kipindi ambacho kuna changamoto ya uh, upatikanaji wa fedha za ku na sio tu kampuni yako okay. vyombo vingi vya habari okay. na hata ikasababisha eh, hivi karibuni iliundwa eh, kamati ya kufuatilia hali ya uchumi ya vyombo vya habari na okay. ripoti ambayo ilitolewa ilionyesha kwamba kuna hali mbaya kwenye okay. eh, vyombo vingi vya habari nchini okay. hasa kwenye maswala ya upatikanaji wa fedha. Hilo unalipo, unalipokeaje na uh, unakwenda vipi kulifanyia kazi okay. kuhakikisha kwamba eh, kampuni ambayo unakwenda kuiongoza ambayo pia ime jitengenezea wafuasi wengi na watu wengi wanaifuatilia. E, pengine ile hofu ambayo ipo kwamba itafikia wakati magazeti yatakuwa yame kampuni za magazeti zitakufa, ama nyingine, tunaona nyingine zimefunga shughuli zao na vitu kama hivyo, hilo unalipokeaje una ukiwa kiongozi mpya? mm -hmm. Asante sana. Nadhani mara nyingi au mara zote unaposikia neno changamoto, yeah, pia upande wake wa pili kuna neno fursa mm -hmm. Aa, kuna fursa ya ku kuwa wabunifu. Yeah. Aha. Kwa hiyo ni kweli kuna changamoto lakini ndio kusema pia kuna fursa ya kujiongeza katika kutaka kuelewa namna gani hii changamoto tunaweza tukafikiria you wewe know, wazungu wanasema think out of the box. Kitu gani naweza tukafanya kitofauti kiubunifu zaidi kuweza kukabiliana na hii changamoto ambayo imeonekana. Lakini kuna taratibu nyingine ambazo lazima za kibiashara zifuatwe. Kwa hiyo pale ambapo kuna madeni labda ni ya serikali au ya kampuni binafsi, kwa hizi media houses ni lazima yalipwe, hmm. Kwa sababu mwisho wa siku hizi media houses tuna jukumu la kubwa tu katika jamii yetu yeah, katika kuwaendeleza na kuwahabarisha na kuwaelimisha. Sasa kama kuna watu ambao wana, wameshikilia pesa zetu hawataki kutulipa, ni kwamba hawataki tufanye ile jukumu, sio mm? <laughs> kwa hiyo kuna responsibility za nje ya taasisi lakini ndani ya taasisi na makampuni yetu kuna fursa ya kusema aha, hili haliendi kama vile ambavyo tumekuwa tukifanya siku zote, whether ni magazeti au namna gani, tunaongea na na, na hizi jamii ambazo tunazipelekea habari labda na wenyewe tabia zao zimebadilika, wanataka wapokee habari za aina fulani kwa namna fulani. mm -hmm. kwa hiyo na sisi inabidi tu innovate products, vipindi kama hivi uh, na hata you know, content ambayo tunaipeleka, maudhui ambayo tunayapeleka kwenye mitandao mm -hmm. au kwenye magazeti ya jikite zaidi na, um, na, na watumiaji wetu hmm. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia sensa hii iliyopita ya mwisho inasema kwamba youth au vijana vijana wa Tanzania ni wengi zaidi ya asilimia sabini na Ndio. Eh, sasa inawezekana sisi kama magazeti kama vyombo vya habari tulikuwa tumejiweka katika mifumo ya kuongea na watu wa demographic fulani. Yeah. Wamebadilika na sisi nabidi tubadilike kuweza kukutana. Sasa katika eh, mazingira yaliyopo hmm. Wapo watu ambao wanaona kwamba hmm. baadhi ya Uh, vyombo vya habari vinakumbwa vina na wanasema ile, ile hali kwa Kiingereza um, sema obsession ya kutafuta hela na hivyo unajikuta wanaingia kwenye mtego wa kutoka kwenye njia ya misingi ya uandishi wa habari e, unawahidi nini Watanzania na wafuatiliaji pia wa kampuni ya Mwananchi kwamba wakati huu wa ambao wanakwenda kuweka mikakati ya kuimarisha kuimarisha kampuni katika masuala ya mm -hmm. uh, fedha na kama ulivyosema katika masuala ya kidijitali, lakini mm -hmm. kampuni inaendelea kusalia katika misingi ya uandishi wa habari ambayo imefanya iaminike kwa miaka mingi uh, kusimama katika hiyo misingi ndio priority number one. kwa sababu mwisho wa siku kama unaenda kuelimisha na kuhabarisha na haujakaa kwenye misingi kwanza, wale watu ambao wanajaribu kuwapelekea hii maudhui hawatakuamini, na wakishatoka kwenye kukuamini ni kwamba habari yako na yenyewe imekwisha. Juzi juzijuzi hapa katika Samia Kalamu Awards uh, Mwananchi tumepokea tuzo ya most trusted, most circulated paper uh, kwa hivyo hatuwezi tukapewa tuzo jana leo tukabadilika kwa hiyo haiwezekani upande huo wa kusimamia uh, kwenye misingi ya journalism ni priority number one. Pamoja na hayo, tumeona sasa hivi ukuaji wa teknolojia ambayo uh, unaingiza teknolojia hizi za AI ama akili mnemba uunde na nyinginezo. Uh, mpango yako pia katika hili mm -hmm. ili kuendelea ku ku, boresha uh, huduma ambazo mmekuwa mkitoa mm. Ni hivi, asante sana Hilda ukifikiria, um, okay. kuhusiana na digital disruption, na digital transformation. na pale ambapo Mwananchi tunasema tunataka kuwa nambari moja mm. Kwenye kujikita kwenye hayo maudhui ya kidijitali na mifumo ya kidijitali, hauwezi ukatoka kwenye AI artificial intelligence, mm -hmm. data analytics na mambo kama hayo. Kwa hiyo hapo pia nilivyokuwa nimeongelea ni kuhusu kwenda kutazama mifumo ya ndani mm -hmm. na kuitumia kupeleka haya maudhui ambayo tunaongelea kwa walaji wetu haiwezi ikato, ikaenda bila kutumia uh, AI um, platforms na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaenda ku fanya hata ni partnerships au kuweka mifumo ambayo itatusaidia ita kuwaelewa. AI inafanya nini? Basically, AI inaenda na kuangalia, Hilda, unapenda kusikia habari gani? unapenda kusoma habari gani? tunanyambua data, tunakutengenezea product ambayo itakusaidia utoke pale ulipo ufike sehemu ya pili. mm. na kama tunasema Mwananchi tunaenda kufanya digital first ni kwamba lazima tu, tu, hii mifumo tuiembrace kwa hivyo, tunaenda kwenda nayo sambamba na tunaenda kuwekeza katika matumizi mazuri ya teknolojia kama hizo ambazo ndo zimekuja ku disrupt um, tasnia yetu ya habari. Mm -hmm. Mm -hmm. Sasa uh, wakati tunamalizia una, una lipi la kuambia Watanzania hasa ukizingatia kwamba um, Ume, umeanza majukumu haya mapya okay, muda mfupi uliopita lakini pia ukizingatia kwamba unaongoza kampuni ambayo ina maslahi makubwa eh, na umma wa Tanzania kwa maana ya kuwapasha habari lakini pia kwa sauti yao eh, katika changamoto mbalimbali za kijamii, kisiasa na hata kiuchumi. Asante sana. Nadhani ninachoweza kusema ni ambacho kipo ndani ya moyo wangu kabisa ni kwamba uh, Watanzania waendelee kutuamini kutu wa waendelee kutuamini kwamba tutaendelea kufanya kazi yetu uh, kwa kusimamia misingi ya kazi na kuhabarisha, lakini pia tutaendelea kutaka kuwasikiliza na kuwaelewa kile ambacho wanataka kukipata kutoka kwetu uh, kwa kutumia mifumo ambayo itatusaidia kuwa karibu nao um, lakini pia ningependa sana kuwakaribisha kwenye app yetu inaitwa Mwanaclik ambapo katika Mwanaclik watapata maudhui zetu zote lakini pia tumeweza ku... Napenda kusema kwamba we are not about competition. Hatutaki compete, tunataka kucollaborate. Hata mm, mimi kuwa hapa ni part of that collaboration. Kwa hiyo yeah, tunataka kuongea zaidi na um, stakeholders tofauti kuona namna gani tunaweza tukapeleka hili gurudumu mbele mm. Uh, kwa hivyo pale kwenye app yetu ya Mwana click watakutana na maudhui, maudhui zetu lakini na za wengine pia na habari zote zinakuwa converged pale kwenye mwanaclick.com ambayo inapatikana Google Play, Play Store lakini pia App Store. Kipenda mm. sana kuwakaribisha wakapakue app hii ili kiganjani waweze kupata uh, maudhui zote so, kutoka Mwananchi na wengineo. Sio kwa mimi. <laughs> <laughs> Tamani kujua ndoto yako kubwa uh, kama mwanamke wa kwanza mm. katika historia ya MCL kama mkurugenzi mtenda, um, mtendaji ndoto yeah, yako ni ipi hasa, ya kubadilisha si tu kampuni, hata uh, mchango katika tasnia ya habari? Ndoto yeah, yangu kubwa sana ni katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuongelea habari zenye tija kwa taifa letu kwa namna ambayo ni professional kabisa, kuwezesha wale ambao hawana sauti waweze kusikiwa na taifa kwa ujumla, wedha ni wanawake, wedha ni vijana na wengineo, kokuwapa sauti wale ambao hawana sauti, lakini pia kupeleka maudhui zenye tija, ili tuweze pamoja kusogeza taifa letu mbele. Asante sana. Tunakushukuru so, sana kuja kututembelea na sisi tunatafuta muda tuje tuwatembelee kwa sababu <laughs> <laughs> amezungumza kwa collaboration. Sasa collaboration uh-huh. Ndo hii sasa, lazima tutembeleane, ni majirani e, <laughs> <laughs> yani, kutoka hapa tulipo mpaka ilipo ofisi za Mwananchi ni, <laughs> <laughs> ni, ni, ni umbali wa kutembea moja <laughs> <laughs> kimoja cha basi. <laughs> <Karibu laughs> sana tunakamilisha hivyo. Tumezungumza hapa na Rosalynn Mndolwa Moria uh, ambaye ndiye mkurugenzi um, mtendaji wa MCL. Mengi bila shaka umeyapata, bado tuko nawe.